Nilipokuja toka Ijumaa wakuta mwili ule umetambuliwa na mtu mwingine ili ni wa kwake, lakini baadaye ilionekana amepotea, akatambua mwili wa pili kuwa ndo wenyewe. Ao kidogo tukapata changamoto ya kusubiria taratibu za serikali, lakini tunashukuru serikali imetupa ushirikiano toka Jumapili, wamefanya kazi kwa ajili ya DNA wametupa nafasi mpaka leo hii kuchukua mwili wa ndugu yangu. Tumepokea majibu kutoka kwa ofisi ya mkemia mkuu iliyokuwa ikiamini imeonyesha uh, majibu ya miili pamoja na ndugu kwa ajili ya utambuzi. Miili hii ambayo ilikuwa ni waanga wa ajali ambayo ilikuwa imeungua ndugu, uh, wao walichukuliwa sampuli na miili ile ilichukuliwa sampuli ili kuweza kufanya vipimo kwa ajili ya DNA kuweza ku kulinganisha na majibu hayo, yamekuja miili minne ni imeweza kutambuliwa siku ya leo na imeweza kukabidhiwa kwa ndugu ili kwa ajili ya taratibu nyingine za maziko. Hivyo inaweka idadi ya miili nane sasa, kwa maana ya hospitali kwetu miili saba na ule ambao tayari ulikuwa umeshatambulika uh, kwenye kituo cha afya cha Mikese, kuweka sasa idadi ya kuwa nane, na bado miili miwili ipo haijaweza kutambulika kwa maana ya kwamba ndugu hawajaweza kufika, na tuwaondoe shaka. Eh, vipimo hivi ni bure, ni ni, juu ya serikali kwa ajili ya utambuzi, waje wasiogope, ili tuweza kupata ku, ku, ku, ndugu wa miili hii na iweze kusikiliwa vizuri. Hakuna mwenye nguvu ya kumshinda Mungu, na kama mtu mmoja duniani angekuwa tajiri kuliko wote, angekuwa anaitwa kifo Yaani, kama kungekuwa kuna namna ya kumuhonga kifo ili usife, basi kifo angekuwa na miliki, angekuwa ndio bilionea duniani. Lakini mwanadamu alizaliwa na mwanamke, siku zako siku zangu za kuishi sio nyingi. Hasa kwenye hizo siku chache ulizopewa, unaishije na watu?